Kuna tofauti kati ya nguvu ya Mungu na uweza wa Roho Mtakatifu. Kila mtu ana nguvu ya Mungu lakini sio kila mtu ana uweza wa Roho Mtakatifu. Uweza wa Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya upako au ishara, miujiza ndani yako. Mamlaka. Watu wengi wana kila mtu ana nguvu ya Mungu pale kanisani. Lakini sio kila mtu ana uweza wa Roho Mtakatifu ndani yake. Kwa hivyo utafuta uweza wa Roho Mtakatifu na gharama, lakini na nguvu ya Mungu iibule t anakuwa nayo ushaikuona, kama watu wanamwombea pepo kwa muda mrefu afu atoki, ukiona wanaombea pepo kwa muda mrefu afu atoki, hiyo kwamba wewe una nguvu ya Mungu, ila uwezo wa Roho Mtakatifu una ndani yako. Uwezo wa Roho Mtakatifu unakufanya kufanya kitu bila kutumia nguvu. Uwezo wa Roho Mtakatifu ni upako. Unawezaje kupata uwezo wa Roho Mtakatifu? ili uweze kupata uwezo wa Roho Takatifu ni lazima utumie nguvu ya Mungu kuita uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yako ambao uweza wa Roho Mtakatifu ni mafuta ya Roho Mtakatifu ya kufanya kazi ya Mungu bila kuchoka, ya kufanya kazi ya Mungu bila kutumia nguvu kubwa, ya kufanya kuamrisha vitu vikafanyika kwa wepesi. Tafuta kuwa na uweza Roho Mtakatifu. Wakristo wengi leo hii hawana uweza Roho Mtakatifu, bali wana nguvu ya Mungu tu. Basi misisiu. Haleluya! Hebu ufikiria wewe unauweza Roho Mtakatifu.